Masikini wako, leo ndio mwisho, nitakupa nyoka wa mali hapo. <laughs> Zamani za kale, katika kijiji cha Pongwe kilichojivunia uyakinifu wake wa milima mirefu, barishi mwanaume mwenye nia njema na moyo wa kutia matumaini wengine. Jina lake aliitwa Abasi. Abasi alikuwa mfanya kazi ya mashuhuri shambani, lakini juhudi zake hazikuwa zinamletea utajiri wowote. Aliishi katika nyumba ya tabaka la tatu, mara nyingi alilala na njaa. Ndoto yake kubwa zaidi ilikuwa kuwa na shamba kubwa la mimea mbalimbali ambalo lingeweza kumlisha maisha yake yote na kumpatia mahitaji anayoyahitaji, lakini pesa za kuwanunulia mbegu na kukodisha shamba hazikuwepo kabisa. Abasi alijawa na majonzi, na kila siku baada ya kazi alikuwa ameketi peke yake kwenye jiwe kubwa karibu na mto, akitazama maji akitiririka na kujiuliza kwa nini maisha yake yalikuwa magumu kiasi hiki. Siku moja jioni alipokuwa amerejea nyumbani akiwa amechoka na kupwaya, alisikia ya sauti ya kilio inayotoka kwenye kichaka karibu na njia. Kwa moyo mkubwa wa kuwasaidia hata wanyama, Abasi aliingiza mkono wake kwenye kichaka na kuokota nje kutoa kitu. Alichokiona kilimshangaza zaidi: nyoka mdogo mwenye rangi ya kahawia ya kijani aliyekuwa mikato na mtego, yani kashikiliwa na mtego. Mwili wake mdogo ulikuwa na jeraha kidogo na damu ikitoka. Abasi ingawa alijua kuwa nyoka ni sumu, hakuna aliyeweza kuwacha mnyama mdogo afi, hivyo aliumba ukula songo yake na kufunga jeraha la nyoka huyo kwa uangalifu mkubwa. Zaidi akamwambia nyoka huyo, mnenda zako, mnenda zako ni shakutibia, nenda uwe salama. Nyoka alimtazama kwa muda mrefu, kana kwamba alitaka kumwambia kitu, kisha katoroka kwenye majani. Usiku ule ule Abasi aliota ndoto ya kushangaza. Alimwona nyoka huyo yule aliyemsaidia, akimwambia, umekuwa mwema sana kwangu kwa kuwa umeniokoa nitakufanyia kazi katika maisha yangu yote, nenda kwenye mlango wa nyumba yako asubuhi. Abasi aliamka akiwa na mshangao mkubwa sana, alifungua mlango wa nyumba yake asubuhi na kukuta kitu kilichomshangaza zaidi, kikapu kidogo kilichojaa senti za shanga za kumpamba na aina nyingi za samahani dhahabu, noti nyingi za kutosha zilizong'aa kwa rangi ya dhahabu. Abasi alishangaa na kustajabu, hakuweza kuamini macho yake. Alichukua senti hizo pamoja na tunoti hizo na kuziuza kwa mfanyabiashara wa kijijini na kupata pesa nyingi za kwanza za kuweza kumnunulia mbegu na kukodisha shamba lake kubwa aliyokuwa akilihitaji. Lakini kila siku nyoka alirudi usiku kwa ndoto na kumwambia abasi shughuli za kibiashara nunua mbegu za mahindi au uza mazao yako kwa bei ya juu. Abasi alianza kufanikiwa kwa kasi kubwa sana ya kushangaza, shamba lake likawa kubwa, akawa na mifugo na akajenga nyumba nzuri sana. Watu wa kijiji walianza kumwita mfarumu wa Pongwe, lakini abasi alianza kubadilika. Fursa alizozipata hazikuwa za kawaida kabisa. Mara nyingi alipata pesa tu ovyo ovyo, na mara kwa mara hata kwa kukosa kuwalipa wafanyakazi wake. Alianza kuwa na wasiwasi na hofu juu ya kupoteza utajiri wake. Alijua kuwa nyoka alikuwa mkimsaidia, lakini pia alihisi kuwa kuna kitu kisichokuwa sawa. Siku moja mzee mmoja wa kijiji aliyekuwa na busara sana alimwambia Abasi, mwana, utajiri wako umekuja kwa kasi sana. Katika mire zetu mali inayokuja kwa msaada wa viumbe vya kiroho huwa na mizani. Je, umewahi kujiuliza kwa nini nyoka anakusaidia? Abasi alipatwa na, na wasiwasi, akafunga usiku kucha kumgojea nyoka kwenye ndoto. Nyoka alimwambia ukweli, mimi ni kiongozi wa koo la nyoka wa eneo hili tulikuwa tunajaribu kupora hazina ya kijiji lakini nilikama kwenye mtego. Kwa kuwa umeniokoa, nimekuwa nikikulipia deni, lakini siku za msaada wangu zinakaribia kuisha, yani zinakaribia kwenda kikomo. Weka akiba, kwa maana pesa zitakazobaki ni zile ulizozipata kwa jasho lako. Abasi aligundua kuwa asingeweza kuwa na utajiri wa kudumu kwa msaada wa kiroho. Aliamua kutumia pesa zake za mwisho kuwapa wakulima wengine mikopo ya mbegu na kuanzisha shirika la kilima la pengo, yani kila sehemu wakulima wapongo. Walifurahishwa wa na manufaa ilipatayo kutokana na habasi. Alifundisha wengine njia za kilimo bora na kuwapa ushauri wa kibiashara. Mwishowe akawa mjasiriamali aliyejengwa kwa jasho lake na si kwa msaada wa nyoka. Hadithi yake ikawa somo kwa kijiji chote. Wakati mwingine fursa huweza kuja kwa njia ya msaada usiofikirika, lakini mafanikio ya kudumu yanajengwa kwa bidii na ustahimilivu. Hakika Abasi alipatiwa na nyoka, lakini nyoka huyo ndiyo aliyemwonyesha njia kuwa pesa pekee zake hazireti furaha ya kwema, bali ni juhudi za mwanadamu ndizo zitamfanya awe mtu alizia na matendo yake na jitihada katika kazi zake ndizo zitakazomletea faida na matunda katika maisha yake ya yote. Na hapo ndo mwisho wa story yetu, na hii ni Smax Films inaitwa S M A X A K A Smax King of Facts. Usisahau kusubscribe, ku like na ku comment ili uwe updated na video mpya.